Moja katika ngumu katika ligi NBC timu ngumu lazima uzungumzia JKT Tanzania. Mimi naamini kama historia yangu itakuwa vizuri sawa sawa, aidha ni timu ya pili au timu ya tatu kuweza kupata matokeo mazuri katika uwanja wa JKT Tanzania. Yanaendelea. Ilikuwa mechi cha -cha ngumu kiasi gani uh, dhidi ya JKT? Mechi ilikuwa ngumu na sisi sote tunaamini ugumu wa mechi tunapokutana na JKT Tanzania kumbukumbu kumbu, mechi yetu ya kwanza tucheza KMC, tulipata goli kwenye dakika za kufidia kwa, kwa mkwaju, wa wa penalti. Kwa hiyo mwalimu, wachezaji wa Simba walijua wanakuja kukutana na mechi ngumu, lakini tuna technical bench bora, lijipanga vizuri, liwatuma vijana, wamekuja kufanya kazi. Kwa hiyo mechi ilikuwa ngumu, lakini tunashukuru tunashukuru tumepata point 3. Viporo vipya vita chacha, manake tumeona vipolo sasa hivi, kipolo cha pili hichi, mna kila tu bila wasiwasi wote. Ah, mimi naamini kwamba tutaendelea kuvila vipolo, aidha iwe kwa kisamvu au iwe kwa marage, mm. au samaki changu au samaki anompenda mama watoto Salma Saidi Nyakazenga tasi, mm. sisi ni Simba, sisi tunawakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa, na leo ni waandishi wa habari Mkuu wa majeshi aliacha kazi kuiangalia mwakilishi wa nchi anawakilisha katika mashindano ya kimataifa nini anafanya? Amiri jeshi mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, macho yake na masikio yake yalikuwa meja ya Samulo kumwangalia mwakilishi wa nchi katika mashindano ya kimataifa nini anafanya? Kwa hiyo sisi tulikuwa nyumbani. Kwa hiyo tutaendelea kuwa nyumbani, tutaendelea kupambana, tutamfunga yoyote. Kuna watu wengine hali hii washaiona. Kila siku akiamka tucheze, msicheze. Micheze iko mingi. Nendeni mkacheze mdako mm. Nendeni mkaruke kamba mm. Iko michezo mingine. Football wacheni watu wa mpira. Si Simba, ukisoma katiba ya Simba. Simba Sports imetengenezwa kwa ajili ya kucheza nini? Football. Tutaendelea kucheza. Hawa ambao wacheze wanasema wachezi. Nendeni mwapeleke kwenye Sports. Ngumi zipo. Wameitoa wana, wana mashiko kwa namna ambavyo umesikiliza taarifa yao ambao wameitoa leo. Mimi nafikiri cha kwanza hawana mashiko. Na siku zote mkiwa na management ambayo inasikiliza mashabiki wake ndio tatizo leo. Kama unaamini timu uiendeshe umsikilize mwalimu Yanga, lazima ufeli leo. Kama unaamini unaendesha timu umsikilize last born, last born si timu, lazima ufeli. Ba nachosema baada ya wanachama kuwa na timu lazima mnampa mtu mwenye mamlaka kujua kwamba huyu ana uwezo kufanyaje kuongoza kwa hiyo lazima atumie mentality yake kuongoza nini timu. Leo kama shabiki anakuja anatoka ngunjule nchwale kwetu kwa mkugiro, hatuchezi na we, kiongozi unaandika barua this is not fair. Kwa hiyo injinia akamsikiza mwalimu Yanga, unasema wewe, mimi sijamtaja mtu hapa. <laughs> sisi tunahitaji hata kesho, si ni timu ya mpira? si ni mwakilishi wa nchi. Hatutamwogopa yoyote, hatutamwogopa kishata mtaa, hatutamwogopa kizabani yoyote. Wao kama wanajiamini, wanaweza waje wao, wanaonekana kama e, kesi ishafungwa kwao. Kama itatokea, nyinyi mnapewa labda alama tatu za bure za mezani, mtazipokea mtazikubali, manake bila shaka zitakuwa zinawasaidia kama... Tunachotaka Simba ni kucheza, hatuhitaji Simba pointi za mezani wao ndo walikwenda kasi kutafuta pointi za nini? Za mezani, waambie, huwezi ukapata pointi tatu bila kumkaba mpanzo, huwezi ukapata pointi tatu bila kumkaba Kibo Denis, na kuna mashine nyingine, moto imeshaanza kuwaka. Mutale, umeona Budo. Budo, budo, mchezaji bora nani? Labda anaweza kusema ukweli, tunachosema ukweli, uko dhahiri Leo Simba tumesajili wachezaji wa, wa kuja kutufanyia kazi. Leo Budo mnamzungumzia, mwaka wa kwanza anacheza Simba, Simba inakwenda kucheza fainali ya shirikisho barani Afrika, mchango wa Budo lazima unakuwepo. Simba tunajidai kuwa na Budo, tunajidai kuwa na wachezaji wote. Viongozi wa Simba wamekwenda kufanya usajili ambao mimi naamini umekwenda kukizi, kukizi vigezo. Leo Simba nazungumzia inakwenda kushiriki mashindano ya shirikisho barani Afrika.